Kwa jina naitwa Dr. Geoffrey Mwakapimba daktari bingwa wa upasuaji lakini ni mganga mfawidhi katika hospitali ya wilaya Nkasi. E, natoa wito kwa ajili ya wananchi wa wilaya Nkasi kuanzia tarehe kumi na tisa yani Jumatatu ijayo tutakuwa na ujio wa madaktari bingwa maarufu kwa jina kama madaktari wa, wa Mama Samia. Tunamshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea madaktari bingwa katika wilaya yetu kwanzia tarehe kumi na tisa Jumatatu ijayo tutakuwa na madaktari bingwa na madaktari bingwa bobezi katika fani mbalimbali. Tutakuwa na madaktari bingwa watanahusisha mambo ya upasuaji, tutakuwa na madaktari bingwa wa kina mama, tutakuwa na madaktari bingwa wa watoto, tutakuwa na madaktari bingwa wa meno, tutakuwa na madaktari bingwa wa dawa za usingizi pamoja na ganzi, lakini tutakuwa na madaktari bingwa pia wa kina mama na magonjwa mbalimbali ya kina mama. Nipenda kutoa wito kwa wakazi wa wilaya ya Nkasi kutoka kila mahali waweze kufika katika siku hiyo. Kuanzia siku ya Jumatatu asubuhi mpaka siku ya Ijumaa itakuwa ni siku sita kwa ajili ya hizo kazi. Kwa hiyo nakaribisha wote bila kukosa muweze kufika, kama una ndugu au jamaa ambaye ana changamoto ambaye anahitaji kumwona daktari bingwa basi tunakaribisha wote. Gharama zitakuwa ni nafuu. Eh, kumwona daktari itakuwa ni shilingi elfu kumi lakini mgonjwa atapimwa na kupatiwa matibabu kwa gharama rahisi ambazo kila mtu ataweza kuzimudu na matatizo mengi ya watu ataweza kutatuliwa. Tunawakaribisha sana, karibuni sana, asanteni.